Leo tunazungumza kuhusiana na michezo ya gaming sio ndio? E, inapotezaji ina usikivu wengi wa gaming, ili mtu aenjoy ile game hasa wa PlayStation huwa anakuwa unacheza naka mziki kidogo au anavaa hizi Elipa, headphones, kwa anasikiliza mziki kwa sauti kubwa. Kocha, kwanza tukizungumzia kwenye upotevu wa usikivu, mm. Inamaanisha ni kwamba kusikiliza sauti kwa kiwango kikubwa cha juu na WHO ametoa limit yake okay. ya kusikiliza mziki zisizidi eh, desibeli 85 zikizidi hapo mm. kwamba tunaanza kuzungumzia kuzungu kwamba anasikiliza sauti kwa kiwango cha juu okay. kwa hiyo, hiyo ni cha kwanza, ukiacha intensity, cha pili ni exposure kwamba kusikiliza ile sauti kwa muda mrefu, kwa sababu utakuta gaming, si mtu anacheza PlayStation masaa matatu kwenye yale matumizi ya vifaa vilivyopo vya gaming mm. ni matumizi sahihi okay. ya vifaa. Kwa hicho mm. ndo cha kwanza ambacho kilichopo mm. ila pia cha pili kwenye vifaa, tuna vifaa kama hearing aids mm. ila pia tuna vifaa kama hizi headphone za wakati wa gaming. Kuna headphones ambazo tunachotakiwa ni quality zile headphones ambazo zina reduce excessive exposure, au kusikia e, sauti ambayo inakuwa yani zinafanya automat, automation control sauti kwamba isizidi kiwango fulani. Kwa hiyo kilichopo vifaa vilivyopo hivyo vifaa vyenye quality okay, njia ya kwanza kupunguza madhara